Simama, ndio wewe. Ni mara ngapi unajiambia kuwa nitachezea kwa dakika tano tu zaidi? Then itaacha. Lakini ushachezea kwa lisali moja simu yako. Na upo hapo unaendelea kuscroll. Nimewahi kuwa hapo pia. Sote tumekuwa kwenye hali hiyo. Tukikwama kwenye mzunguko usioisha kwa kwa kuendelea kuchezea simu zetu na kabla hujajua masaa yanapita. Ni mara ngapi umepoteza wakati? Ni mara ngapi umekosa fursa kwa sababu haukuweza kuweka simu yako chini hata kwa dakika moja tu? Lakini je, nikikwambia kuwa kuna njia ya kujitoa kutoka hapo, kwamba unaweza kudhibiti tena maisha yako na muda wako? Kaa nami kwa dakika chache kwenye video hii, nitakuonyesha jinsi ya kuweza kutoka kwenye mtego huu wa kuendelea sim, kuchezea simu yako kwa kus kuscroll, kusuruhisha, kwa sababu huu ni mtego ambao ulikuwa design na makampuni ya apps mbalimbali pamoja na simu ambayo unaitumia cha kuzingatia zaidi, ili uweze kufanya kile ambacho kina mantiki kwako na kinachojali zaidi kwako. So, tuangalie tatizo liko wapi? Hali ni hii, tunaishi katika dunia ambapo usumbufu upo kila mahali, makelele yapo kila mahali, Distractions kibao. Tuanze na mitandao ya kijamii, taarifa zisizoisha, mwelekeo wa video zinazoshika kasi, kila kitu kimeundwa kukufanya uendelee kupagawa na simu yako, kuchezea simu yako kila wakati. Wewe sio tu kwa sababu unachezea simu yako, lakini unachotakiwa kufanya ni kuweza kudhibiti hizi program ambazo zinakuchukulia muda wako, program ambazo zimekuwa kufanya wewe uwe addicted na kuendelea kuchezea simu yako kwenye vitu ambavyo hakutengenezei manufaa yoyote, kwenye muda ambao uliweza ku, unaweza kuutumia kwenye vitu ambavyo vina manti kubwa sana kwenye maisha yako. Kiwango cha wastani cha mtu ni kutumia masaa zaidi ya saba kwa siku kwenye simu. Hiyo ni kama siku mia moja kwa mwaka inapotea. Just imagine. Sasa jiulize, ni masaa mangapi kati ya haya umeyatumia kufanya mambo ambayo yatakufanya usonge mbele? Ni kiwango gani cha uwezo ambao ulitakiwa uweze kuuboresha umeshindwa kwa sababu umepoteza muda wako kwenye mambo ambayo yasiokusaidia? malengo mangapi umekuwa ukiyasogeza mbele? Just imagine. kwa sababu ukiendelea kuchezea simu yako una postpone baadhi ya kazi, kwa sababu uko busy na kuscroll simu yako. Unajua kabisa kwenye schedule yako kwamba leo natakiwa nifanye kazi fulani, lakini kwa sababu hizi simu zimekuwa designed kuendelea kutumia muda wako. Apps zimekuwa design kukufanya wewe wewe mtumwa, kuendelea kuangalia vitu ambavyo havina maana. Unasogeza kazi zako mbele, ambazo labda ungezifanya leo zikikujengea wakati mzuri miaka inayofuata, wakati wewe unapoteza muda wako kwenye kuscroll simu yako kwenye kuchezea simu yako, like hey, unaangalia videos na like videos, status, YouTube, TikTok, Instagram. Mwingine anajitahidi kufikia ndoto zake, wakati wewe unaendelea kupoteza muda wako kwenye mitandao ya kijamii mwingine anajenga biashara, mwingine anajifunza ujuzi mpya, mwingine amekuwa akifanya mazoezi kwa ajili ya kujenga afya yake, wengine wamekuwa wakijiwekea akiba kwa ajili ya maisha yao bora. So wewe, siku inapita, masaa yanapita, hauwezi kuweka simu yako chini, unaendelea kuchezea simu yako. Na hii ni mbaya zaidi, imeenda mbali sana kwa sasa. Kila mtu yuko bizi na simu yake, kila mtu yuko bizi na mitandao ya kijamii. Unaweza ukakata na watu wanne watano kwa ajili ya kufanya mazungumzo, lakini Papu, kila mtu ametoa simu yake anaanza kuichezea. Hakuna tena ule uhusiano mzuri baina ya mtu na mtu, kukaa sehemu moja na kuzungumza, kwa sababu hivi vyombo, hichi chombo, simu, mitandao ya kijamii imetupotezea hizo connections tena. Kwa hiyo inahitaji wewe uwe tofauti katika hao, kwa sababu tofauti kati ya wale waliofanikiwa na wale wanaoshindwa ni focus, umakini, nidhamu na uangalifu. Hapa kuna jambo moja tu, simu yako ni chombo ambacho kinachopaswa kukusaidia na sio kukudhibiti, lakini sasa inakudhibiti. Na ikiwa utachukua hatua siku moja utakuta umepoteza miaka mingi kwa kusoma vitu visivyo na maana. Suluhisho ni nini? Sasa ni jinsi gani ambavyo unaweza kutatua hili tatizo? Nimeandaa hatua tatu ambazo zitakusaidia. Hatua ya kwanza ni uangalifu. Hatua ya kwanza ni uangalifu: fuatilia masaa mangapi unapoteza kwenye simu yako. Kwa kukusaidia, tumia program au app ambayo inaitwa Screen Time kwenye iPhone au kama unatumia Android tumia app inaitwa Digital Wellbeing. Utaona idadi kubwa ya muda unaopoteza, na hii itakushangaza, lakini pia inaweza kana ni wake up call kwako, ili uweze kupambana na hiyo hali na uweze kuishinda. Hatua apili, upoteza, cha, simia, kijami, ya pili, chukua udhibiti. Baada ya kujua masaa ambayo unapoteza kwa sababu ya chombo chako kwa sababu ya simu yako sababu ya mitandao ya kijamii, chukua udhibiti kuanzia sasa. Anza kuzima taarifa au notification zisizo na lazima. Weka mipaka kwenye programu zako kwa maana apps ambazo unazitumia ya mitandao ya kijamii kama zingine hazina maana, futa kabisa. Hamisha program ambazo zinakufanya uwe busy muda wote kuscroll kwenye simu yako, zifichi kabisa ili usiweze kuziona na kuanza kuzitumia mara kwa mara. Tengeneza maeneo ambayo utasema, hapa hakuna kutumia simu, mfano kama wakati wa kula, kitandani, au asubuhi unapoamka. Jenga mipaka ili kurudisha kwenye udhibiti wa muda wako. Just imagine the first thing in the morning, unaamka unaanza kuchezea simu yako, unaanza kuingia Instagram, unaanza kuingia TikTok. Nani kaposti hiki? Nani kasema hiki? Nani kafanya hiki? my god, haya ni maisha yako rafiki? Kwa sababu gani usio focus na wewe mwenyewe? Kwa sababu gani usio focus na maisha yako? The first thing in the morning, anza kupanga malengo yako, anza kupanga to do list zako, anza kwenda kuboresha afya yako, meditate, fanya vitu ambavyo vitakuboresha wewe na malengo yako, na mafanikio yako siku za usoni, na sio kuanza kuangalia nani amefanya nini, nani amepost nini, nani anafanya kitu gani. Chukua udhibiti wa simu yako. Hatua ya tatu: badilisha tabia. Njia pekee muda mwingine ya kuweza kutoa tabia mbaya na kuweka tabia nzuri ni kufanya replacement. Badilisha tabia mbaya na weka tabia nzuri, lakini hauwezi kuacha tu kusiko simu yako kutezea simu yako kwa siku moja tu. Unahitaji kubadilisha tabia hiyo kwenye kitu bora zaidi, unahitaji kubadilisha tabia hiyo na kitu bora zaidi. Kila wakati unapotaka kuchukua simu yako, fanya fanya kitu ambacho kitakusaidia zaidi. Mfano, kusoma vitabu, kufanya mazoezi, fanya mazoezi, kutafakari, andika malengo yako, fanya journaling. Kwa nini? Mtu ambaye anaweza kufanya journaling, jifunza ujuzi mpya, badilisha umakini wako kutoka kwenye kutazama na kwenda kwenye kuunda, hali ambayo utakuja kushukuru baadaye. Hapa ni jambo muhimu moja, una uchaguzi. Unaweza kubaki ukiwa na mipaka ya kutochezea simu yako, au kamua kuendelea kupoteza masa yako kila siku au unaweza kuchukua udhibiti wa muda wako na maisha yako. Nakupa changamoto leo, achi simu yako chini. Ndani ya dakika 30 tu, fanya jambo ambalo litakuzalishia zaidi. Andika lengo moja ambalo umekuwa ukilikwepa kila siku, chukua hatua ya kwanza kuelekea nalo. Najua upo kwenye video hii kwa sababu hii inaweza kuwa ni sababu ambayo wewe umekuwa ukishindwa kufanya mambo yako, kwenda kushindwa kufikia malengo yako, kushindwa kufikia mafanikio yako, kushindwa kuwa focus na maisha yako, kwa sababu ya hii device kwa sababu ya mitandao ya kijamii, kwa sababu ya vitu ambavyo vinaendelea kurudisha nyuma, kwa sababu umeshindwa kufanya kazi zako, unazirudisha nyuma kila siku, kwa sababu ya hichi chombo. So ukiwa, ikiwa video hii imekugusa leo, acha like kwenye maoni, lakini pia niandikie kwenye comment neno focus ikiwa uko tayari kuchukua hatua tena ya kudhibiti muda wako mzuri kwenye mambo ya maana. Usisahau kusubscribe kwa video nyingine zitazokuja za motisha, kwa sababu maisha yako bora yanakusubiri, rafiki, na anza sasa na hili ambalo nilikwambia. See you next time.